Heavyweight Dulla, naomba nikusafirishe mpaka uh, visiwa vya marashi ya karafuu Zanzibar, ilipochezeka fainali ya mkondo wa pili ya shirikisho barani Afrika, nyumbani uh, kwa kina Faisal Salum, Mudathiri Yahaya, uh, uh, Ibrahimu Abdurah Baka na mastaa wengi waliotoka katika uchumi wa bluu. Sasa hivi anayezungumzwa zaidi ni nyota uh, wa Azam Football Club, Faisal Salum na wengi hasa wanamuhusisha Faisal kurudi katika klabu ya Young Africans. Ipo clip inamuonyesha akiwa jengo la Salamanda, eh, akizungumza na watu, wanapigia mstari kwamba mambo tayari yako vizuri, lakini wapo wana Simba ambao wana matumaini na Faisal, licha ya kuwa inazungumzwa, ili Faisal aweze kusajiliwa na klabu ya ndani inahitajika bilioni moja na asilimia 25, endapo Faisal atauzwa katika klabu ya nje Emu tuweke sawa, ulizungumza ndo maana ili nakuuliza eh, kwamba Faisal imebaki asilimia kumi tu aweze kuvaa jezi ya mnyama. Pengine utasahihisha ulichokizungumza au bado naendelea na ule ule msimamo? Ah, unajua ndugu yangu ni kwambie tu kitu kimoja, mimi huwa sina mambo ya kupindisha pindisha, mimi kwenye nyeupe naweka nyeupe, kwenye nyeusi naweka nyeusi, nishakwambia na, labda nirudie tu kwamba Faisal Salum, umeelewa ni mchezaji wa Azam FC hilo jambo la kwanza, lakini msimu ujao msimu ujao timu yoyote ya ndani ya Tanzania ambayo itaweza kumpata au itakayokuwa imefanikiwa kumpata Faisal Salum ni Simba Sports Club, si unanielewa ndugu yangu? Narudia tu kwamba simu ambayo itamchukua Faisal Salum msimu ujao kwa hapa Tanzania ni moja, ni Simba Sports Club, sawa. Hizo hizo zingine sijui kaonekana salama ndaa sijui kafanyaje, alikamwe sijui kazungumza kwenye mkutano gani, sijui huyu kaongoa nini, sijui nani mchambuzi huyu kasema hivi. Hizo zote ni katika tunaitaga zile vuguvugu vugu la dirisha la usajili, zipo kila kila dirisha utasikia, umeelewa. Chama ashawahi kuvaa jezi za Yanga misimu mitatu mfululizo kabla ya kwenda Yanga rasmi Sime, ko, sasa hizo aliwekwa mpaka kwenye jarida la Yanga, umeelewa, lakini mwisho wa siku ikawaje? Akasalia Simba mpaka Simba walipochoka kuwa na huduma yake akamwacha akaenda. mm. Umenielewa sasa. Sasa mwisho wa siku mimi nishakwambia, na kama mtu anataka kudanga, sababu Tanzania kuna watu aina mbili mm. kuna mtu ambaye anapenda kusikiliza anachokipenda kusikia mm. na kuna mtu anasikia na kupokea kile ambacho analishwa mm. na kuna mwingine ambaye anaamini mtu, mtu wake mm. yani akisema fulani basi. Ehe, sasa naongea na, na wale ambao wanaamini. Sijadanganya watu mtu, kama sijui huwa sizungumzi, lakini mpaka nakipigia mstari, naongea ni kwamba Faisal Salum, timu ambayo hapa na hapo hapo, mimi nimekuwa mtu wa kutoa ushauri. Hapa tu ushauri, nikianza kwa Faisal mwenyewe, Faisal Salum Feitoto. Nikwambie kitu wewe we, kwa umri wa pasipoti ni mdogo wangu kwa umri wa pasipoti <laughs> eh, lakini mengine sijui, nikwambie tu kitu Faisal Salum ni kwamba eh, wakati unaondoka Yanga kuna maneno mengi ulizungumza. Sasa yale maneno kwa kwa, kwa, kwa, kwa, kwa rakaraka yale tunaita matapishi yani manake tapishi ni kitu ambacho umekitoa umekitoa, umekitoa ndani yako kaki, sasa uh, si, si vizuri kurudisha matapishi, matapishi ambayo ushatoa si unanielewa? Watu wasinielewe vibaya sisemi kwamba timu aliotoka ni matapishi, nimesema maneno aliyoyatoa sababu alizungumza maneno mazito, matapishi. Na si kuzungumza tu mpaka mzazi wake alihusishwa na hmm, kufosi ile dili ya kuzungu, ya kuondoka kwenye, kwenye sehemu ambayo alikuwepo. Maanake ilikuwa li swala zito, mpaka mzazi anatoka anasema mwanae anakula ugali na sukari. Maanake ni kwamba pale alikuwa ana, ana uhitaji mkubwa zaidi wa kutoka. Sasa basi, usifanye watu wakakuona kwamba wewe ni mbabaishaji kwa kurudi sehemu ambayo ulituaminisha kwamba ulipata mateso makubwa, umenielewa ulituaminisha kwamba viongozi wa timu alisema injinia Hersi siyo, anatatizo naye akiondoka hajaondoka. Kwa hiyo usi, ukirudi tafsiri yake ni kwamba tutaona we ulikuwa una njaa tu za hapa na pale. Sasa siamini kwamba alikuwa ananjaa wala siamini kwamba alizungumza pasipo uh, kutumia akili, labda alikuwa hayupo sana. Mimi nachoamini ni kwamba alikuwa anazungumza kitu ambacho ni kweli. Heavyweight, unadhani uh, Faisal kuhusishwa na Young Africans ni kutokana na sababu ya Stefan Kiazizi kuondoka na kutambulishwa ndani ya klabu ya uh, Wydad Athletics Club, ama huduma uh, yake inahitajika zaidi ndani ya kikosi cha Young Africans kuliko ni Simba Sports, maana naona wengi wanamhusisha na Young Africans kuliko asilimia za yeye Faisal kwenda Simba Sports. Kwanza nikwambie kitu kimoja, mimi kwa taarifa ambazo nimezipata Uh, ni kwamba Yanga ndio uh, wanamtafuta mbadala wa Stefan Aziz Ki. Ni kweli wanamtafuta mbadala wa Stefan Aziz Ki, lakini kwa taarifa nilizozipata mimi kwa vyanzo vyangu mimi, mbadala wa, wa, wa Stefan Aziz Ki washaupata Yanga na wala sio Faisal Salu, tayari. Na huyo mbadala wake si mchezaji wa mzawa, ni mchezaji wa kimataifa, anatoka Burkina Faso ambapo ndo Stefan Azizki ndo anapotokea. Of course Stefan Azizki tuseme ni mchezaji ambaye hajakulia kabisa Burkina Faso. Okay. Maana yake muda muda mwingi wa maisha yake alikuwa ameutumia Ivory Coast, kuliko Burkina Faso. Sasa huyu anamchukua safari kwa vyanzo vyangu ulivyovisikia. Anatoka Burkina Faso. Yeah, of course anaitwa Mamal Rauf Dao Amba Kaya, ambaye ameitwa mpaka timu ya taifa ya Burkina Faso. Of course ya... ah, hapana kwa sababu ndo karia yake ndo iko anacheza pale Sonabel okay, na karia yake ndo iko mwanzoni. Ndo, ndo mchezaji ambao Yanga wamempoint kwamba huyu ndo atakuwa mbadala wa <mimit> Stefan Aziski. Sasa hizo mimi nimepewa na vyanzo vyangu, kwa hivyo nimeshangaa tu kwamba kwa nini watu wanasema Faisal Faisal Faisal, lakini mwisho wa siku ndo hivyo, maybe pia lakini E, ni washauri pia Yanga ni kwa sababu nilikuwa nimetoka kumshauri Faisal asirudie matapishi. Mimi mzee wa ushauri, nampa ushauri Yanga. Unajua Yanga. E, Yanga ni taasisi kubwa, kwa hiyo taasisi kubwa zinakuwa zina asili ya kiburi. Hiyo ni vitu vya kibinadamu kawaida tu, sisi wajuu wa dini tunaelewa, hata wewe ukiwa na nafasi kubwa utakuwa na kiburi vile vile. Okay. Mm. E, Bernard Morrison aliwahi mm. e, kutoka Yanga kwenda Simba. Simba. Simba wakati anatoka kulikuwa kuna kashikashi nyingi, walipelekana mpaka kasi Yanga walitamba kwamba mchezaji walikuwa na, wanaumiliki wana, wana naye na vitu kama hivyo na mwisho wa siku e, Bernard Morrison alijiwakilisha mwenyewe na akashinda kesi. Aibu ikawa kwa klabu na viongozi wake pamoja na mawakili wake. Na alivyofika kule alisema nawakera na nini, kejeli zilikuwa nyingi na vitu kama hivyo. Umeelewa? Na Morrison toka anasajiliwa Simba mpaka mpaka anarudi tena Yanga anaondoka ana, ana, ana Yanga hivyo. Ameonyesha kwamba anaipenda Simba. Sina nielewa eh? Sasa ile kitendo tu cha mchezaji anaondoka kwa kejeli kwa the, kwa, kwa, kwa taasisi kubwa kama Yanga, mchezaji anaondoka ya kwa kejeli. Eh, labda alizungumza maneno mabaya dhidi ya taasisi. Eh, baadaye huyo mchezaji baadaye unakuja unamlilia Zifu kwamba Yanga haiwezi kupata mchezaji mzuri zaidi ya yule. Hiyo ni kujishusha. Mbona Simba hawana ya mambo? Simba hawana? Hmm. Eh, Simba mchezaji akiondoka mwacha aondoke, akihitaji kulazimisha ajafikia hatua ya kutukana kufanyaje, kufa wanamwacha aondoke. Lakini yanga wanamngangania ngania mpaka sasa yeye, mpaka inafika kipindi mchezaji anakuwa anaongea vitu ambavyo si vizuri, sivina ah, hivi si nani na nini na kuna muda madeni, muda mwingine, muda mwingine Mayele siyo, wanatupia majini wana... ile yote ni kwa ajili ya wanaona kama waj... ile timu bado haijaridhika kumwachia. Mbona ni timu kubwa anaondoka huyu, siku zote star anapatikana baada ya yule wa mwanzo kuondoka Simba alimngangania Chama. Chama alikuwa akashaanza kupoteza mapenzi na Simba na Simba na Simba muda. Lakini ile kitendo cha kumngangania wao walikuwa wanajikosesha nafasi, nasikia walikuwa na opportunity ya kumsajili Mola Isila. Mola Isila ameshindwa kumsajili kwa sababu ya kuamini Chama ni mzuri zaidi. Lakini maybe wangemchukua Mola Isila sasa hivi ingeongekwa. Mola Isila kaenda Ureno, na anacheza vizuri kwenye timu yake FC Aruka. Sijui sasa hivi kama kashaondoka kwa sababu sijamfuatilia na alivyofika kule Ureno anacheza mechi zote na ni stata kwenye kikosi na ana namba nzuri, amefikisha magoli 15 mpaka sasa, ana assists za kutosha, ana perform vizuri kwenye michuano ya kimataifa. Lakini watu kama wanamuona kama ingia toka. Lakini sikuongopei ndugu yangu, ukienda mataifa ya Maghrib Mnaelewa? Wanavyomzungumzia tofauti na... tofauti kabisa na wa, wa, watu wa huku ndani wanavyomzungumzia, wanamzungumzia kama mchezaji mkubwa, na kipindi Simba wanamchukua ilikuwa aende experience sportive, hmm? e, ilikuwa aende experience. Simba sijui wame, wamefanyaje wame, wame wakamchukua, fatilia izitetesi, siongei uongo hmm. Unaelewa, siongei uongo Akalikwepa dili la Mwarabu, akaja Simba wenyewe, sijui alifanya fanya vipi wakamshawishi, wakafanikiwa kum, kumchukua, kumchukua, lakini alikuwa anatakiwa na experience, umenielewa na mpaka sasa hivi tunavyozungumza kuna vilabu vingi tu vya- vya vya vya wapi vinaitwa kaskazini, Kaya, kaskazini. kule ni kaskazini. Uv, um, lakini kwa Kiarabu kwa kia sio kaskazini kwa Kiarabu ni maghrib, umenielewa maghrib foot E, maake wao e. kwa Kiarabu sasa, lakini kwa Kiswahili ni kaskazini. Kasi, vilabu vingi vya kaskazini vimeweka kama miongoni mwa mchezaji ambayo wanamhitaji kuelekea msimu ujao vingi tu, kwa hivyo Simba nao wanatakiwa waangalie. Sasa chama kuondoka kwake ndio akapatikana, sorry, ndio akapatikana, unabidi kidogo usogeze mbali kidogo, ndugu yangu, akapatikana nani Jean Chale, au angemngangania pengine angeenda experience Unaelewa vizuri muda mwingine ni washauri hawa Yanga, kwamba mchezaji hawezi kuwa mkubwa kuliko timu. Kinachofanya nyinyi mchezaji ajione mkubwa kuliko timu ni kwa sababu mnampapatikia kupitiliza. Faisal kaondoka, sema mama yake anasema wanamlisha ugali na sukari; maana ni aibu kwa taasisi. Leo unakuja tunaanza kumlazimisha arudi umlipe malipo ya chungu mzima na ni tayari anavorudi sawa, maana yake labda atashawishika na pesa zako sindio? Lakini tayari atajiona yeye ni mkubwa pale kwamba mi niliondoka, nilio, nilio hapa na nini, jambo likaamuliwa mpaka na rais alitoa tamko na nini, bado tukasumbuana na nini, nikatoa msimamo wangu kwamba sichezi na sijacheza, sababu mpaka anaondoka alikuepo Yanga hajacheza mechi nyingi sana na alitoa mapema tuka nini barua yake kwenye, kwenye Instagram eh, aliaga kwenye Instagram kwamba mimi na washukuru mashabiki wa Yanga na viongozi na nini na nini, kaweka pale na nini. Mchezaji anaondoka kwa, kwa, namna hiyo, alafu una, una, leo unaingia una vitani, maanake sio, hata kama unamchukua tu kama labda amekuwa damd au nini, kwa sababu mtoto wa nyumbani unamrudisha unamstiri, no, unaingia tena vitani upya unataka kumrudisha safari hii sasa. Ye si alitumia nguvu kuondoka, maanake safari hii wewe ndio unatumia nguvu kumrudisha na unasikiliza chochote anachotaka yeye <laughs> una kanuni ya koru. Sio nanielewa vizuri kwa hiyo hapo manake timu kubwa inaaibika. Okay. wachezaji wako chungu mzima hmm mm. Sio nani wachezaji wako chungu mzima kwahiyo mimi nimewapa ushauri kama wana hiyo akili, kwa sababu mi nachojua anaenda Simba, lakini kama wana, wana, wana, wana, uh, Yanga wanajitahidi kum, kumshawishi, kila la kheri, lakini mi naona wanazidi tu kujionyesha kwamba ni timu ambayo haina msimamo na ina indicators za, za, za, za, za vitimu vidogo, sababu vitimu vidogo vinaweza vikawa na hizo characters, unamlazimisha mchezaji unaamini bila yeye timu haiwezi kusonga na nini. Maele aliondoka hapa kwa, kwa dharau na kejeli, umeelewa? kipindi Maele anacheza hapa Yanga walikuwa wanashinda goli moja goli mbili goli moja, kaondoka, timu imepata viungu washambuliaji wazuri, ikawa inashinda tano sita tano tano tano sita. Sio naelewa vizuri pointi yangu. Sasa hapo utasema kulikuwa kuna pengo la Maele. Kwa muda huo laki, kwa laki, kwa e, kwa lakini kwamba ile mambo ya sijui, ah, sijui, tumrudishe bana tayari atakuwa akajifunza. Timu kubwa haitakiwi kuwa hivyo, come on man, timu kubwa ile unatetereshwa vipi na mchezaji mmoja mimi eh? Ndio maana na, napenda kuipa mfano Simba. Simba si hiyo, unaona wachezaji wa, kubwa zaidi Tanzania waliwahi kucheza hapa na watu wa, wa kimataifa wengi wametoka Simba lakini Simba je, je, ni nadra sana kuona anaingia mgogoro na mchezaji. Mara siui nini, mara siui ameondoka na madeni, mara siui nini. Okra akacheza Simba sahihi, kaondoka vizuri, hana madeni, hana nini, hana nini. Kaenda Yanga pale, kidogo tu madeni, wapitana, wapitana, kadi FIFA, mara nini, mara nini. Ah, sasa, si sioni kama ni sasa, kama tulikuwa tunatumia nguvu kubwa, kusifia Yanga, wanafanya recruitment nzuri. Pia tutumie nguvu kuwashauri kwamba hiyo timu yenu ya recruitment jaribuni kutafuta wachezaji wazuri wa kureplace wachezaji wanaondoka, sio wachezaji akiondoka unatafuta wanyuma yake, ambayo aliondoka kwenye klabu unamrudisha baadaye nini, unamchukua yule aliondoka baada ya huyu unamrudisha. Ah, ah. Sasa mambo gani, umeelewa ah? Mambo mimi sipendi mimi, si, si, si, si kuona hivyo. Timu zetu hizi za Tanzania zipeleke macho beyond, kuna wachezaji chungu mzima mimi na kuna wachezaji wengine na chatigi nao wanatoka ligi za Namibia, Sierra Leone pamoja na Liberia. Mfano huko sioni sana wachezaji wao kuja hapa. Kuna wachezaji wanalipwa mpaka dola 200. Dola 200, dola 200, dola 200, dola 100, dola. Eh, eh. Uwanja, of course uwanja hauna nyasi. Wanaitwa mpaka timu ya taifa. Uwanja hauna nyasi. Unakuta una wanacheza katika uwanja hauna nyasi. Umeelewa? Mimi nilikuwa na chati na bwana mmoja anaitwa anaitwa Eh, anaitwa Muhammad Muhammad Dauda, sijui Muhammad Dauda Kamara. Kitu kama hicho ni ni, ni mwandishi wa, wa uko Sierra Leone. Okay. Alikuwa ananiambia wachezaji wa Liberia, Namibia na Sierra Leone, Wanalipwa mpaka dola 200 na kuna wachezaji amenitumia klipu zao, ni wanajua mpira mpaka anashangaa. Wanacheza kwenye ligi ambayo hata uwanja ule nyasi hakuna. Yaani uwanja kina kina kina piku na wanacheza vizuri, jezi zinachafuka. Ina maana mchezaji kama yule ana advantage nyingi ikiwemo kwamba ukimchukua ukamweka kwenye timu yako yeye, eh, hachagui kiwanja. Jean Chaliangua ni mchezaji mzuri, lakini ukimpeleka kwenye viwanja vya mikoani, unaona kuna kitu kimepungua. Lakini unavomchukua mchezaji ambaye ametoka kwenye kwenye kwenye training ground ambayo, eh, ile haina nyasi, yani nini viwanja vi, haviko vi, accurate, ina maana huyu anakupa faida. Pia hata kwenye game za away anajua namna gani ya kucheza kulingana na mabadiliko ya ya kiwanja sababu akienda timu yake ya taifa anacheza kwenye viwanja vizuri, akirudi akirudi kwenye ligi ya ndani kuna baadhi ya viwanja ni vibaya. Kwa mchezaji kama huyu anakutengenezea mazingira mazuri eh, hata kama ukienda kucheza game ya away anakuwa hapati shida kuadapt yale mazingira. Wapo wanalipwa dola 200 dola 150 umeelewa kuna wengine wanalipwa hela ndogo, wengine ndio hiyo hiyo dola 100 200 inachelewa kuingia Kameruni huko kuna mpaka Samuel Eto'o alitaka kuweka kima cha chini ya kila mchezaji kulipwa mshahara kisipungue dola 500. Si unisikia? Sasa wachezaji wako chungu mzima utaanza kumlilia mchezaji mmoja au wili. Yaani kila kila kisehemu kina calculation yake. Umeelewa? Mm. Mm. Messi alivyoondoka Barcelona haukuwa mwisho wa ha Barcelona akapatikana star mwingine ndio huyo dogo yeah. Lamine Yamal anaperform kwa sababu wao waliamini Messi tulimpata vipi? La basi ha? La mashi imekufa. Ipo. Ipo katoka Lamin Yamale. Lamin Yamale anaendelea ku perform kwa kio na umri mdogo, tayari wanatengeneza wengine. Wakina Papadialo ambao ndo unakuta wana magoli tisa na saba kwenye mechi 30. Wapo. Said, hizi club zetu tunashindwa nini? Unalilia mchezaji mmoja huyo, unamtolea macho huyo huyo sasa. Hamna kitu kama hicho. Umenelewa Bwana Jaffe? Kwa hiyo mimi naambia Fei anacheza Simba. Unamaliza hivyo. Of course, Fei anacheza Simba msimu ujao, Anaitwa Heavyweight shikala kwake. Faisal anacheza Simba sports msimu ujao.